Mzee wangu, nini ambacho kimetokea? Kama mwanachama, unazungumziaje hali hii ambayo imetokea hicho fanyika? Mangungu ametuletea mambo ya kiuni, lakini kwa disaini hii hapa, kwa uongozi anatufanyia sisi si hapa. Sisi hatuwezi kupanda maendeleo mpaka Mangungu aondoke madarakani, kwa sababu uongozi hivi, kwa sababu kisheria ushatusomea katiba vipengele, vinatakiwa tubadilishe, ushamaliza pale, unatakiwa utuulize kama wanachama, je, hivi mmevikubali? Lakini yeye au wamemaliza kusoma unamaliza mkutano. Sasa si hatuelewi kile tumepitisha sisi au hatujapitisha? Kwa hiyo ina maana kwa hapa kwa kifupi itapelekwa kule kwamba wanachama wamekubali, wakati kumbe hatujakubali. Ni mambo ya kiuni. Mustakabali wa hili, unafikiri nini ambacho kinahitaji kufanyika ili kuondokana na hii hali? Ah, hii kufanya hivi maana yake ni, ni kwamba sima tuendelee kuwa na migogoro Simba hii tuendelee kufanya vizuri na ili, ili, ili Simba ifanye vizuri lazima Mangungu aondoke madarakani. Bila kuondoka Mangungu madarakani tuendelee kufungwa na Yanga. Bila Mangungu kuondoka madarakani hatuchukui kombe lolote. Nafikiri Mangungu ndo tatizo la haya yote, hiyo ndio tatizo kuu. Unafikiri nguvu anaipatia wapi? Aa, kwa sababu nakuta kuna bodi wa mkurugenzi ambao litakuwa pia ifanyika marekebisho nini ambacho unakiona sasa mustakabali wa Simba, mkutano huu unaonekana wa, umesema wakuhuni Uh, kutokana na kwamba wengine wamesema kwamba ni mkutano ambao ulikuwa haujawahi kuhudhuria mkutano wa aina hii. Unafikiri hasa nini sababu zinazopelekea labda Mangungu afanye hiki ambacho anakifanya leo? Ah, sisi hatujajua kwa nini kafanya hivi. Ina maana hii amefanya labda katika watu wanaomtuma ndio ameamua afanye hivi la vuruge kwa makusudi ili Simba tuweze kupata maendeleo kwa sababu ili kitu kijadiliwe vizuri ili tuweze kupata maendeleo inabidi watu wote tuwe la moja, wote tuwe la moja. Ina maana ukishakuwa moja, umoja haupo. Ina maana Simba tuweze kufanya vizuri na ile hapa ndio Mangungu yeye analolitaka yeye tusiendelee kufanya vizuri kwa sababu kuna watu anamtuma ili sisi Simba tusifanye vizuri. Asante sana. Nashukuru. Kaka mama vipi? Salama salama. Mama anaendaje? Ah tunashukuru Mungu. Pole eh, na mkutano. Eh, tunashukuru. Kipi hichi ambacho kimetokea, ni kauli yako ni ipi kwenye hili? Ah unajua mimi mkutano huu ulikuwa na agenda nyingi. Lakini agenda, agenda kubwa ni mabadiliko ya katiba. Mabadiliko ya katiba mwenyekiti amewaita kamati aliyounda ije kuwasilisha yale mabadiliko vifungu vinavyobadilishwa. Mwenyekiti wa kamati amesoma vile vifungu. Sheria ilikuwa mwenyekiti sasa aongoze kupitia kifungu hadi kifungu kuuliza wanachama tupitishe kwa mujibu wa utaratibu, lakini hakufanya hivyo. Tumesomewa. Baada ya kusomewa, mwenyekiti kafunga mkutano. Kwa hiyo, hiyo agenda ya mabadiliko ya katiba kwa utaratibu haijafanyika. Kwa hiyo leo akisema kwamba tumebadilisha katiba ni uongo. Mustakabali wa hili ni upi? Ama nini ambacho nashauri, yaani ni kwamba mabadiliko ya katiba hajafanyika, turudi tena tul, agenda tuijadili kufuata utaratibu, lakini leo mwenyekiti ametuonea. Kwa maana hiyo itenge tena mkutano mwingine wakuja kujadili e, itenge mkutano mwingine tena, kwa sababu iagenda ia kwa mujibu pitishwa, wa utaratibu haijapitishwa. Maelekezo ya serikali tufanye mabadiliko ya katiba, tumeikuja leo kufanya mabadiliko ya katiba, ametusomea hajatuuliza Alipasa tuulize ndio au sio. Wewe kama mwandishi sulikuwepo, umeona vipengele vya kuulizwa? Tumeulizwa eh? Tumeulizwa si baada ya kusoma tu zile mapendekezo, amefunga mkutano. Sasa je, nakuuliza wewe mwandishi, katiba imebadilishwa? Sasa mwenyekiti ajiuzuru, amevuja katiba. Mambo vipi? Safi, habari. Unazungumziaje kwenye hali hii ambayo imetokea? Mimi hali hii haikunifurahisha kwa sababu kama alivyosema mwenzangu, sisi tumekuja hapa kwa ajili ya mkutano mkuu mkutano mkuu, wametueleza kila ajenda, walikuwa wanatoa sababu za kutupa ajenda hizo, lakini kwenye hizo ajenda walikuwa wanatuuliza wananchi eh, wanachama. Sasa leo hii wanachama, unafika kwenye ajenda ambayo ni kubwa, ambayo sisi tulikuwa tunaisubiri, unafika unaisoma, badala ya kutuuliza wanachama, unaondoka, unaashiria nini? Tuna maswali mengi kichwani, kwamba inawezekana hata mwanzo wa kufanya vibaya kwenye timu yetu anahusika sasa kama ni mwenyekiti anatakiwa alinde masilahi ya, masila ya klabu. Kuna shida gani wewe ukasoma ajenda na ukaondoka? Unaondokaje mkutano ambao mmeandaa nyinyi? Hii sasa mustakabali wake ni ipi na unashauri kitu gani kwa sasa kifanyike? Binafsi sisi tulivyo sasa hivi, bora Mangungu atuachie timu yetu. Hatuwezi kuwa tunajadili swala hili tunamrudisha mtu ambaye anaweza akawa anafanya klabu isifanye vizuri tunakaa kwenye mikutano ili tumpitishe. Sasa huyo tunayehitaji sisi awe mwekezaji halali. Mtu anasoma yale taratibu zake anazoziona anaondoka, si tunajuaje sasa haya? Hiyo hata nyinyi waandishi mmeiona imeishaje? Unaweza kumzungumzia mtu umeenda kwenye mkutano mkuu kamweleza, tulienda kwenye mkutano mkuu tumeamua hiki na hiki na hiki, tunajenda za namna hii. Sasa kuna haja gani ya kukaa na mwenyekiti wa namna hii? Mimi mimi nachoona ajiuzulu. Ndio nashukuru sana bwana, kwa kweli kitu alichotumia hakuna mwanachama yeyote anaweza kuridhika, lakini kwa mtazamo wangu, namna nilivyoona juu ya mabadiliko ya katiba, msimamo alioonyesha waziri ni msimamo ambao umenyooka sana upande wetu. Amesimama vizuri waziri na kueleza moja kwa moja kama bwana, hakuna kikwazo chochote kinawezuliwa na serikali kuto kufanya mchakato au kuamua ninyi lile mnalokusudia kuamua. Kwa hiyo, kwa hatua ile waziri, jinsi alivyonyooka, yule bwana amenitisha kusema hapa, maana yake itakuwa ni ndogo, ameshaharibu kwa hiyo kifupi, watu wote hatuko pamoja na Mangungu, hatuachie timu tuanze taratibu zingine, asante sana. Yeah. Haki zake ni nini, upande wetu na situjue haki zetu ni nini. Haya, hiyo bodi, uliza hapa wanachama waliokuwepo hapa, uliza bodi inapatikanaje? kuna mtu anajua hapa, namwambia mzee, kuna mtu anajua bodi inapatikanaje? watu wanne unawajua hao hao, hiyo bodi imani nakuaje? kwa staili ya kumaliza hivi kikao Uh, pole na mkutano, lakini hiki ambacho kimetokea, wewe kama mwanachama shabiki wa Simba unazungumziaje hali hii? Hii ni hali mbaya, ni hali mbaya kwa sababu tuna matokeo mabaya, unamaliza kikao kwa staili hii. Hakuna anayeridhika, unaona asilimia 80 hawajaridhika. Unategemea unapataje nguvu ya kwenda kucheza mechi zinazofuatia? Tofauti na hivyo utakuwa nalalamika unahujumiwa. Hapa ndo mpango mkakati unavyotengenezwa, tunaondoka kwenye kikao a kama tumetoka kwenye uchaguzi ambao haukuwa salama ndani ya klabu ya, ya, ya Simba Sisi

Nafikiri mustakabali wa hili ni nini hasa kuelekea msimu huu? Hali ni mpasuko unaenda kutokea. Huo ndio ukweli. Hatuchochei. Hatuipendi mpasuko kwa sababu ukiona watu wanaondoka hawajaridhika, nini unategemea kitakachotokea? Tuzungumze ukweli. Hapa uliza watu. Kutakuwa kuna bodi ya wadhamini. Ile swali limepitishwa. Mtu anaulizwa CEO, unajibu wewe. Anaulizwa mtu wa budget, anaulizwa jinsi unavyo-present budget yako tangu utawala wako. Unajibu wewe. Kwa bado ulitakiwa uombe watu samani kabla, kwa maana yake bajeti miaka yote tulosomewa chini yake si katika misingi ya kati, si si bajeti sahihi, si ripoti. Hata nyanye huyo nyumbani kwako, unacho namwambia nua hichi na hichi na hichi, maana jioni nilifanya hichi na hichi, uthibitisho na kwepo. Wewe hujatupa uthibitisho kiusahi ki unavotakiwa. Nini sasa, maana yake mustakabali wa hili sasa ni nini? Nini ambacho nakiona kinaweza kutokea mbele ilicho kwamba amezungumzia mpasuko, lakini sasa ili kusolve ama kutatua changamoto hii si die ama iende kwa kila mwanachama arizike, nini ambacho wanafikiri. Uh, unaweza kushauri kafanyika huwezi ka, ukamridhisha huwezi ukatatua tatizo, ikiwa umetengeneza mfumo wa kuja kupasua. Kwa sababu umiaga katika mfumo wa kupasua, umewacha watu njia panda. Haya, nani anawakusanya wale watu, watu wawe kitu kimoja hata yale hata yule aliyekuwa anakupenda anakusapoti leo hii anageuka anakuwa yuko pamoja na wewe. Lazima msikilize ambaye anasema uongo au anayekosoa sana, si mimi, naelewa. Leo ataaminika nani hapa? Moja kwa moja anaaminika yule mkosoaji, hata kama hayuko saa hii yule mkosoaji, lakini hapa anaanza kuaminika yule, kutokana kwamba wewe ulivyomaliza, sivyo? maisha yapoje? maisha ya huwa tunaangalia mwisho wa mtu binadamu kidini, tunaombaga tunaombaga mwisho mwema. Haya, mwisho mwema umekuwa mbaya pale, unategemea nini kitakachotokea? Nashukuru sana, asante salama. Ah, eh, maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki ambacho kimetokea leo katika mkutano mkuu wa Simba ah, wa mwaka 2025? Ah, kwa utaratibu alioufanya mwenyekiti wetu sio sahihi, kwamba alibidi tuulizwe. Alivyosoma yule mwanasheria, alibidi wote tukae na tutafakari, tuulizwe Eh bwana mmelizika na aliosoma mwanasheria sii, tungesema tumelizika au hatujarizika? Kwa sababu mpaka sasa hivi tunaondoka hatujui katika ile katiba yake mpya inataka kuja bodi iko vipi pale, au inakaaje pale? Kwa sababu hata ukisoma kwenye kifungu hakuna humo, ukiangalia hii karatasi hakuna, hakuna kabisa, mpaka mwisho hapa tisa hapa hakuna kabisa kipengele hicho. Nafikiri nini hatima hiki ambacho kinaenda kimetokea leo katika huu mkutano. Yeye akae na protokoli yake na kamati yake, aangalie na ajionye, kwamba unapokaa na watu wenye taadhima zao na watu wakubwa wezio, uangalie cha kuongea na mwisho wake, kwa sababu Simba ni yetu wote, sio ya kwake. Simba ya watu sisi, na sisi utakufa na wacha wengine ndio wenye Simba. Simba sio ya mtu mmoja wala Simba huwezi kutolea maamuzi ya mtu mmoja hata kama umekosea, unaonywa, we kaa kimya, sikiliza wanachokuonya. Pengine cha ukweli hiki ambacho kinazungumzwa kwamba ni wakati sasa wa Mangungu kujiuzulu. We unazungumziaje katili hizi kwa utaratibu huu leo alioonesha, bora ajiuzulu kwa utaratibu huu aliouonyesha leo, leo hapa ni bora ajiuzulu, kwa sababu sio utaratibu sahihi, kwa sababu utaratibu sahihi alibidi awaage wanachama na hawakualizie wanachama, ndio tunapofunga dua na sala, watu wanaondoka kwa usalama kama hivi tunaenda kupata foleni ya kwenda kula, lakini hapa tunaenda kula kwa ajili sababu chakula ni chao tu, lakini hakuna furaha nacho. Asante sana mzangu, unazungumzia uh, una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho kimetokea leo katika huu mkutano uh, wanachama wanaonekana kutoridhishwa na uamuzi ambao umefanyika. Wewe maoni yako uh, ni yapi kwenye hili mi? Uh, maoni yangu hata mi sijaridhika kwako kwakoni, kutokana na mambo tufanyia u mwenyekiti leo. Mimi naona u mwenyekiti anatuhujumu, kwa matokeo yanayotokea tulioyaona leo, huyu mwenyekiti anatuhujumu, kwa sababu toka kaingia madarakani Simba imekuwa ni timu yenye matatizo matatizo matatizo. Sasa hata kama wee mwenyewe ulikuwepo hapo, hivi unavoangalia ule mkutano umeisha kihalali? Mtu anakuambia nendeni kapangeni foleni mkale afu muondoke. Tumejadili nini? Wakati kashasema kuna agenda zijadiliwe, katiba ibadilishwe. Wanachama hatujajibu lolote, tunaambiwa tuondoke. Sasa pale kuna kiongozi tena pale unafikiri nini ambacho kinaweza kikafanyika kama suluhisho uh, la kutatua hiki ambacho kinaendelea kwa sasa? Maana hakuna mwafaka wote ambao umefanyika ama umefikiwa, uh, nyinyi wanachama kuamua hasa yale marekebisho ya katiba ambayo mlihitajika kufanyia. Yeye ajitahidi yani iwezekanavyo aombe radhi kwa mkutano wa leo, na aitishe tena mkutano wa kuja kufanya marekebisho. Yani zaidi ya hapo, kwa kweli timu yetu iko katika hali ngumu sana.